Lakini wapa wanarara sasa, akasikia, akaita Yakobo akamwambia, enda, hama, hama, uende mpaka Haran, enda kwa my brothers house, enda kwa nyumba ya ndugu yangu, enda kwa mjomba yako, enda, enda kwa anko, sababu sitaki mimi kuzika watu wawili. Niko tayari kuzika mzee lakini wa pili siko tayari. Na unajua Rebeka ataenda binguni by the way. Na kama Rebeka ataenda binguni hata mke yangu ataenda. Hapo ninasemanga mke wangu si mbaya, mke wangu si mbaya kama huyu. Sijaona amefikia hiyo level kama huyu ataenda. Na akikosa kwenda nitauliza Mungu kama Rebeka ameingia huko. Na Mungu hao, hata wewe unajua utaenda. Utakosa kwenda na hujafikia hiyo, hata kama upendi bwana yako sana. Uwezi ukafanya hivi tu. Kwaa una namna gani my friend? Hawezi. Sasa utakosaje biguni kama Rebeka ataenda? Isaka kama Isaka ataenda, hata mimi wacha niwaambie, mtanikuta huko, mtanikuta huko. Siwezi nikakosa. Wale wanaenda biguni si watu wabaya, wazuri; ni wale wabaya waliobadilishwa wakawa wazuri. Kwa hivyo huendi. Hapa hakuna mtu tunaacha nyuma, tunaenda wote, tunaenda wote. Huyu Yakobo Akatoroka, akaenda akaenda, ameenda. Alipokuwa njiani, akarara siku moja, alipoamka alikashikwa na mtu, akapatwa na adui, walinyana usiku yote. Akauliza, wewe uko na nguvu sana bwana, umetoka wapi wewe bwana? Akasema yeye ni Mungu, na Mungu akasema, Yakobo, uko na nguvu, na akambadilishia jina, akamwita nani? Israeli, kamwambia Toka yeye si muongo, maana kalikuwa kaongo tu kaongo kaongo kaongo, kaongo. Ka, unajua unaweza itwa muongo muongo mpaka unashangaa. Ni kama kwetu nchi ya Kenya kuna mtu anaitwa muongo kaongo kaongo kasongo kila kila mahali unasikia, kila mahali you know. Sasa huyu Yakobo Mungu akambadilisha, ameenda kwa nkoo Ako kwa anko sasa, amekaa kwa anko amekaa kwa anko. Lakini wakati alipofika kukawa kuna mjadala na baba na anko yake. Ya anko amekubali kupokea mtoto nefye yake, mtoto ya sister yake, wanakaa hapa. Akamwambia ukikakaa utataka nikupatie nini? Wanaongea mshahara. An, kijana anataka alipe pesa. Unajua baba yake badala ya kusema atamlipa pesa akamwambia nitakupatia msichana. Kijana naye amemulika hapo akaona kuna kasichana karebo tuka kwa hapa karebo tuka naitwa Rachel. Akasema ni sawa, wakakubaliana na Anko ni Rachel, Anko ni saba. E, nani? R, Rachel akaambiwa nitakupatia lakini si bure, utafanya kazi miaka saba. Biblia inasema hiyo miaka ilienda haraka sana akingoja. Siku ya harusi ikafika, walikuwa wanafanya harusi kama mama E, saa ya jioni na wao wanavaa mabuibui, kwa hivyo ni macho tu naona. Sasa wewe ni wewe umemaster vile size yake, height yake, anatoshanaje. Wakapanga raini, akapewa. Alipopewa huyu msichana, akaenda asubuhi vile na tu naamuka ujatoka kwa kitanda unajinyosha, umeamka kajinyosha, kijana kakapituka kakaangalia mrembo amelala hapa, naye mrembo akaangalia, wakakutana macho akasema eh. Kwani nilipata gani? Nilipata gani? Ah, alipewa the wrong one. Akamuka kukuta anko. Kile huyu kijana hakujua ni kwamba anko yake alikuwa Mkenya. Anko huyu ni Mkenya.